Yo, karibu tena kwenye Me and The Graduates, podcast ya ukweli, maumivu, matumaini na harakati za vijana waliosoma chuo lakini bado wanapambana. Yes, mimi ni King Kadhi, and today uko na mimi katika Me and The Graduates podcast ambao tunazungumzia vijana ambao wamesoma vyuo katika professions mbalimbali mbali, lakini still wanaendelea kujitafuta. Today tunazungumzia mada moja ambayo inasema Nilisoma lakini sina ajira, sasa nifanye nini? Yes, wakati tunaanza chuo, watu wengi tuliamini kwamba tukitoka tu basi tutakuwa tumepata kazi, lakini imekuwa tofauti sana sana sana. Baada ya kumaliza chuo, kila kitu kimeenda tofauti na vile ambavyo tulitarajia. Inakuwa inaumiza sana, lakini pia inaji- inakufanya ujiulize thamani yangu iko wapi? Baada ya kusoma ni nini nimepata? lakini you have to understand kwamba degree inakupa tu elimu lakini sio ajira, sio ajira. The hustle just began, just begins. Yani, unatakiwa uanze kupambana baada ya kuwa umepata hiyo degree yako au ume graduate kwenye kitu ambacho umesomea. Lakini pia unatakiwa kukubaliana na uhalisia. Takiwa kukubali kile unachokipitia, sio kwamba ni lazima ukisoma basi ukija mtaani upate kazi. Badala ya kuanza kulalamika, inabidi ujiulize ninaweza kufanya nini katika kile nilicho nacho katika mikono yangu. Lakini pia unatakiwa utafute alternative way ambayo unaweza ukafanya kwenye kile ambacho umekisomea, either kutafuta internship, au kujitolea au kufanya biashara ndogo ndogo kwenye skills ambazo uko nazo. Lakini pia unatakiwa kufikiria beyond ya kile ambacho umekisomea. Watu wengi tunaendelea kung'ang'ana kwenye kile kitu ambacho tumesomea kulazimisha, lazima upate kazi ya kile ambacho wewe ulikisomea. Fahamu kwamba elimu ni foundation, kuna skills nyingi ambazo zinaweza kuwa ni bridge katika maisha yako. Sasa unatakiwa kujiuliza, ni skill gani ambayo unaweza kuitumia hata bila ya kazi ya ofisini? Hilo swali ukiweza kujiuliza, unaweza ukajikwamua kutoka kwenye hiko ambacho huo umekisomea kukifanya kwenye kile ambacho umekiona kwenye mtaa au kwenye maisha yako ya reality kama opportunity uweze kukitumia. Tafuta jinsi ya kujifunza kupitia online, angalia videos YouTube, angalia platform mbalimbali ambazo zinaweza kukupa ujuzi au kukufundisha kazi ambazo unaweza ukazianza bila malipo na zinaweza zikakusaidia huko mbeleni lakini pia usikubali jamii ikumeze, usikae tu kuamini kwamba jamii inaweza kukurudisha nyuma, familia ndiyo inaweza kukutegemea mtaa, na kuangalia sasa kwamba umetoka na degree au umesoma kitu fulani, ni kitu gani unaweza kuja kukifanya sasa? We ondoka kwenye hiyo presha, wewe rudi tu kama mtu wa kawaida, ongeza nguvu ya kimawazo na kiimani ili uweze kuangalia namna gani unaweza kujikwamua kwenye hiyo hatua uliyopo. Usiangalie jamii na ku-pressureize, namna gani ukiendelea na pressure zao basi watakukwamisha sana sana, sana. La msingi zaidi, anza kufanya sasa hivi, usingojee ajira. Wewe jitume, fanye kile ambacho unaweza kukifanya. Usikae tu, jifunze, jitoe, jitengeneze, ili uwe mtu mpya ambaye unaweza kujikwamua hapo ulipo, kuendelea na kitu kingine ambacho unaweza kukifanya. Fanya kazi yoyote ile, ili mradi ni ya halali. Usifanye kitu ambacho si cha halali, unaweza kujijengea sifa mbaya mtaani. Fanya kitu cha halali, ujijengee uzoefu na karakta ya tofauti kabisa. Hakuna kazi ndogo kama inaleta maendeleo, wewe pambana nayo, fanya, amini kwamba ipo siku utatoboa. So kama umesomea kitu chochote lakini huna kazi, usione kama umepotea. Huu ni wakati wa kujijenga, jitafute mwanangu, unaweza kujipata mda wowote. Until next time tutakutana this is me and the graduates, mimi ni King Kadhi reminding you degree is just a tool not a destiny the real work is you goodbye